Oh. Mimi kwanza. Unaitwa nani? Ah, ninaitwa Moyo. Hiyo jina lako lenyewe au umechukua kwa sababu mwanafunzi wa Kiswahili? Subiri kidogo. Kutoka <laughs> <laughs> <laughs> Mandulo. Ah. Kwa sababu Moyo huenda mbali kuliko kichwa. Kwa hapa nimetoa. Okay. Oh. Nina. Kifunja, Kiswahili, wa Tanzania. Kutoka Ubalozi wa Tanzania nchini Korea Kusini. Mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Nilitembelea Tanzania marsabas mara saba, una bwana. Wewe unaongea Kikorea, sio? Ndio, ndio naongea Kikorea. Kwani umekaa hapa miaka mingapi? Sasahivi ni miaka mitatu kamili imeisha. Na wewe ulijifunza Kikorea kama mimi nilijifunza Kiswahili kwa kupata dem? Tini, <laughs> <Na>. <laughs> <laughs> <laughs> hey, hey. Wana mpango gani wa kujifunza lugha? Maana ke hao wageni wanaojifunza uh, Kiswahili si waamini sana. Wengine ni watalii, lakini wengine wanakuja kwa ajili ya miradi ya serikali, kwa mfano kujenga leli, barabara na kadhalika. Hao wa Korea wanajua pombe, yani wataalamu wa pombe ngoja. <laughs> Kama unachanganya bia na konyagi huku noma uyu. <laughs> <Ukunoma. laughs> tapendwa sana Tanzania kwa uchangamfu wake, yani tunauza sura tu, uza sura, mwambie auze sura. Unaona, mchangamfu sana mchangamfu sana Watanzania, wanapenda sana uchangamfu tangu usiku wa kwanza kuingia pale kituo cha ndege mwaka 98. Uchangamfu wangu kidogo kichaa kichaa ya kuropoka ropoka kimenifanya nipendwe sana na nyinyi wa Tanzania. Kwa huyu atapendwa sana fujo isiyoumiza, fujo isiyoumiza, nimeulewa. Oh, jamani unakatisha watu tamaa -tama, wanaume wa kibongo. Ehe. Uza uh -huh. Sura tu. <laughs>